Tume tumeangalia madhara ambayo yametokana na mvua ambayo imeendelea kunyesha kwenye wilaya yetu, na kuna takribani ni karibu nyumba saba ambazo zimepata madhara, na baadhi ya watu wameumia sehemu mbalimbali, lakini wameshapata matibabu na wapo majumbani mwao, ama wengine wanahifadhiwa na ndugu zao pamoja na madhara ambayo tumeyaona lakini tumeona sababu kubwa iliyopelekea mpaka madhara haya kutokea ni ujenzi hafifu ambao au kuzingatia sana utaalamu. Nyumba nyingi ambazo zimepata madhara zimejengwa kwa tope, lakini pia hazina linta. Hata yale makoa ambayo yameshikia bati pia sio imara, mbao ambazo zimetoka kwenye kenchi pia sio imara. Kwa hiyo nitoe wito kuwaomba wananchi wote wa Nkasi wanapoamua kuwekeza kwenye ujenzi wa nyumba zao za makazi au za biashara, basi kuwekeza e, vizuri kwa kuzingatia utaalamu, maana ni jambo ambalo linapoteza lina uchumi. Unapojenga jengo kwa ubora ambao si mzuri, matokeo yake kitokea kidogo, kito kito shida kama hii, vinaharibika. Serikali ya wilaya inaendelea kufanya tathmini ili tuone kwa namna gani tunaweza kuja kuwapa kuwa pole wale ambao wamepata madhara. Kuna wengine nimeambiwa chakula kimeloa kwawana chakula, inafikiri tutakuja kuwapa pole, lakini kama mwanzo nilivyosema, natoa wito wa ujenzi ambao unazingatia viwango ili kuepusha madhara yanayo, yanayo, yanayoweza kuepukika. Lakini pia tumeangalia eneo hili ah, alina halina miti ambayo inaweza kuzuia upepo na miti hakuna, kwa sababu wakazi wengi wana wanalima sana mahindi. Mahindi kwa kile eneo ambalo linalonekana mbele yake, fursa inakuwa ni kama shamba hili. Kama unakiona hapa, kuna mahindi, kuna mahindi, kuna mazao yamepandwa mahindi. Kwa miti nakatwa ili watu wapate maeneo ya kupanda, kwa nitoe rai pia kutokata miti kwenye maeneo ya makazi lakini pia tupande miti mara ambapo tumeshapata madhara ili kuweza kuzuia upepo mwingi kuja kwenye maeneo yetu ya makazi zaidi zaidi. Basi niwape pole, niwatakie wale ambao wamepata po, wame madhara ya kuumia niwatakie uponaji mwema na wa haraka. Asante sana. Ni diwani wa kata ya Namanyere. Ah, tarehe tisa mnamo tarehe nyumba zilienzuliwa na mvua yenye upepo mkubwa, na mimi wakati huo sikuwepo, lakini nilipata taarifa nikiwa kijiji cha Mtenga. Nilipata taarifa tarehe kumi, nilifika nikaangalia nyumba zote zilizoenzuliwa ambazo ni nyumba kama kumi. Hizo nyumba tumezipitia zote kuziangalia, lakini kama mimi kama diwani nimepita kuwashika mkono wote ambao wamepata na changamoto hiyo. Kwa hiyo niombe sana. Aa, kamati ya, ya maafa itusaidie, lakini iwasaidie wale ambao wameshapata, wamepata changamoto hii. Kwa jina naitwa Gabriel Severino Sumbizi. Mimi mkazi wa Mabatini. Kataa na Manyere. Ulikuwa upepo sana ilibidi tukatoka nje tukakimbia ilipokata kuja kukuta, kwa kweli nyumba yote ime imeanzuliwa na ukuta wote umesambaa, makenchi yamevunjika, bati zimekunjamana. Kwa hiyo nilipo hapa, yaani kwa kweli sina kwa kwenda, na kule ambako nilikuwa nimekaa nilikuwa nimepanga. Alafu nina wazee ambao wajiwezi Alafu kuna kijana mtoto wangu alishavunja mguu, kwa hiyo yaani sina jinsi yoyote. Kwa hiyo naombeni kwa kweli msaada, serikali, kwa msaada wenu, naomba msaada, mniangalie jinsi yako nisaidie.